zaidi ya wakulima hamsini wa samaki katika wadi ya kimilili eneo bunge la kimilili wamepokezwa mbegu ya samaki zaidi ya elfu thelathini na tatu hatua hii ikilenga kuimarisha ufugaji wa samaki katika wadi ya kimilili kama anavyotupasha sasa victoria nangoni sinda Kulingana na mwakilishi wa wadi ya Kimilili, Christine Mohongo, mradi huu unaofadhiliwa na serikali ya kaunti ya Bungoma unalenga kuimarisha ukuzaji wa samaki miongoni mwa wakulima, kando na kuimarisha mapato yao. Mwaka huu tumepeana mbegu, mwaka ujao tutajaribu tuongeze pesa ili waweze kupata samaki na wapate pia na chakula, lakini mwaka huu nataka mjikaze, kwa sababu tukiwalisha vizuri samaki akuwe kilo moja, hapo ni faida kwako Uta hiyo aa samaki elfu moja ama elfu moja na miamoja kwa pakiti moja ambayo umepewa, watakupatia pesa mingi sana. Ukifanya hesabu you have a lot of money almost 100000 lakini usipowalisha vizuri, ndio utaona kidogo, watakulet down kwa hivyo, nataka ku encourage wakulima, fuata maagizo, wakati uelewi ama unaona kuna shida inatokea, kuna ofisi ya agriculture hapa. Kuna yule anasimamia hapa Felix na mwenzake, watakufikia kwa haraka sana, ili waweze kupatia mwelekeo. Aidha, wataalamu wa ukulima na uvuvi wa samaki wametaja kuwa ukulima huu ulikuwa umedidimia miongoni mwa wakazi, ila hatua hii imetoa fursa nyingine ya ajira kwa vijana kwa kilimo. Wakulima wengine wame, wame, wame, wame, their number imereduce kwa sababu ya changamoto za hapa na pale. Maybe kama changamoto za kwanza ni kuna, kuna nini quality of, feed, of seed imekuwa nadra sana kupata e, mbegu mzuri ya, ya, ya, ya, ya samaki yenye ya mkulima anaweza anaweza stock na alishe, alafu a, a, nini apate matokeo mzuri. Na pia ukulima wa samaki una create employment uta create employment kwa mama kwa watoto na pia kwa wazee na pia wale vijana ambao wanazurura hawana kazi, tukiwapa tukiwauzisha katika ukulima wa samaki wataweza kupata kazi na itainua jamii. Mwenyekiti wa muungano wa wakulima wa samaki kaunti ndogo ya Kimilili ametaja ukosefu wa maduka ya kuuza vyakula vya samaki kuwa chanzo cha kudidimia kwa kilimo cha samaki. Sisi wakulima wa samaki tunasema tunajifunia, huu ni mradi wa maana sana, kwa sababu tunafuna mara pili kwa mwaka. Sasa wakulima sisi, changamoto ambayo tunapitia ni kupata chakula, lakini tunajua tuna E, tunaelewa ya kwamba maisio ameanza hivi ametupea mbegu, kila karatasi imepepa, eh, fingerlings elfu moja. Hiyo ni kitu ya maana sana, inamaanisha sisi wakulima ambao tumepata tunaenda kufaidika. nikiripotia West TV, nikiwa eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma, naitwa Victoria Sindani <mucho>